Ebana, yes, mambo vipi? Mambo vipi, guys? Ninapenda kuwashukuru sana kwa kuwa pamoja nami mpaka sasa leo, na nashukuru sana Mungu kwa kuweza kutupa afya njema mpaka tumeweza kukutana tena katika episode yetu ya sita simulizi inayoitwa Ndala za chuma, na bila kupoteza muda sasa, uh, jina langu ni Shama na let's go, pale ambako tuliishia tukisikia kwamba Jay anaitwa na hapo hapo tutakwenda kuendelea katika simulizi yetu bomba kabisa. Karibuni. Jimi aligeuka kumtazama rafiki yake aliyekuwa amemwita. Ni mtu ambaye amekuwa akiishi naye kama ndugu wa kuzaliwa pamoja. Walipata kufahamiana tangu Jimi alivyorudi kutoka masomoni miaka mitano iliyopita, ukaribu ambao haukuwa umechukua muda mrefu, lakini kwa mfanano wa tabia uliokuwepo baina ya vijana hao ni kama walikuwa wametambuana kwa miongo iliyokuwa ikithubutu kuitimiza karne, hata wakafikia kuamua kuanzisha kampuni ya pamoja ambayo walikuwa wapo katika harakati za mwisho kuifanyia usajili, yani WJ Transport Company, kampuni ya usafirishaji ambayo jina lake liliundwa kutokana na majina yao yote kuanza kwa herufi moja, yaani j Johnny na Jimmy. Uko sawa kweli? Johnny alihoji. 100%, nashindwa kukuelewa, mara ndala sijui za nini, mara mchungaji Niko fresh John. Tutaongea vizuri tu kutoka hapa, Jimmy alimwondoa hofu rafiki yake. Punde nesi alikuja akamfanyia vipimo vya mwisho, kisha wakaonana na daktari ambaye aliwapa ushauri wa kitaalamu. Baada ya hapo, aliwaelekeza katika sehemu ya malipo, malipo ambayo yote alifanywa na kijana Johni. Wakatoka kwa mwendo wa garini, waliotumia ipasavyo katika kuzungumza ikiwa ni mishale ya saa kumi alasiri lasiri, Johni akiwa dereva wa msafara huo. Jimmy alimweleza yote rafiki yake, kuanzia ya kukutana na mzee wa ajabu na namna alivyompigia simu usiku, kisha kesho yake akute barua isiyoeleweka juu ya meza ya ofisi yake. Ulijaribu kumuuliza Agnes labda ndiye aliyeipokea? ya Johni alihoji, katikati ya mazungumzo, mikono yake ikiwa inazungusha usukani kwa utulivu. Hapana, fungu ofisi yangu huwa nakaa nao mimi mwenyewe. Ina maana usafi huwa unaifanyia mwenyewe pia? Tuachane na huyo Agnes brother, nimekueleza kabisa kwa huyu mzee amenipigia usiku kwenye simu yangu. Nina hakika kama sio mchawi yule babu, basi ni jini nimetumiwa. Jimmy alizungumza huku koo lake likicheza kwa hofu. Akamalizia kwa kumeza funda kiduchu la mate. Imeshaingia jioni, tukipitia mwengi sasa hivi kwa pasta tutakaa sana. Unaonaje tumpigie simu ili baadaye aje home? Joni alijaribu kutoa pendekezo. Jimmy akauliza, home wapi? Kwako. Kwako leo tutakuwa pamoja, Joni alijibu, kisha akamgeukea rafiki yake na kumalizia kauli, inabidi tulijadili vizuri hili jambo. Jimmy aliridhia. Saa ya thamani kubwa iliyokuwa imetundikwa ukutani ilikuwa imepiga msamba, ilishautupa mshale wake mfupi katika tisa, huku ule mrefu ukiambaa juu ya namba tatu, saa tatu na robo. Wakati ulishasogea, muda ambao Jimmy na Johnny walikuwa wamepatana na mchungaji kufika mahali hapo pia ulikuwa umeshapita. Walishapiga soga nyingi za kibiashara, kisha ukafuata utani wa kiume na mabishano ya ndoa. Hapo Joni ndiye alikuwa nahodha wa jahadhi, aliidadavua ndoa kwa rafiki yake mithili ya mume mwenye wake wanne, halafu akamalizia kwa kumtambia kuwa kama akijaliwa, basi mwaka huo huo angeingiza jiko ndani. Yote hayo yalienda, huku vicheko vya mara kwa mara vikichukua hatamu baina yao. Johni alikuwa mcheshi na mkarimu sana, kizuri hakikosi kasoro. Johni alikuwa mnywa pombe na mvuta sigara wa kupindukia. Pombe hazikuwemo katika nyumba ya Jimi, lakini sigara hazikukauka katika mfuko wake. Aliichomoa mmoja katika pakiti, kisha kainuka kutoka pale sebuleni. Hakutaka kumkera wala kumbugudhi na bugudha ya moshi rafiki yake akaingia ndani na kumwacha aendelee na matunda waliokuwa wakila kwa pamoja. Aliingia jikoni, sio mbali sana na sebuleni ambapo walikuwa wameketi kwa pamoja. Akawasha sigara ikiwa mdomoni, kabla ya kukirudisha kibiriti mfukoni. Alivuta moshi kwa nguvu sana ndani na kuutoa nje, aliupuliza huku akiutizama namna ulipokuwa unaelea angani. Hapa akaona utofauti. Wakati jicho lake likitazama moshi ule ukiwa na pepea, aliweza kuona kitu kisicho cha kawaida kupitia kioo cha dirishani. Aliiweka sigara pembeni na haraka sana alikimbilia sebleni. Lahaula, kulitapakaa damu pale ambapo Jimmy alikuwa ameketi. Mlango ambao awali ulikuwa umefungwa sasa ulibaki wazi. Aliwahi alipo Jimmy Kamkuta akikoroma na huku miguu yake ikiwa ikitapatapa. Kifuani kwa Jimmy kulikitwa kisu kile kile kisu alichokuwa kimenyea matunda. Shit, Johnny alitukana kwa hasira, akapeleka mkono wake wa kulia mpaka ilipokuwa shingo ya Jimmy. Aliugeuza mkono huo na kuugusisha juu ya shingo, hakukuwa na dalili yoyote ya mapigo ya moyo. Johnny aligeuka na kutoka nje ya mlango. Alipeleka macho yake yote lilipo geti kubwa la nyumba hiyo, akataka kama kukimbia aelekee sehemu, lakini alisita kidogo, kisha akarudi tena ndani. Baada ya dakika mbili, alitoka na kutokomea nje ya nyumba hiyo. Alifuata ufunguo wake wa gari na simu ya Jimmy ambaye kwa muda huo alikuwa ni marehemu tayari. Aliondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi, aliuzungusha usukani huku akiugonga gonga kwa namna alivyokuwa amevulugwa na tukio lile la ajabu. Eh bana! Na hiyo ni sehemu ya sita. Hiyo ni sehemu ya sita. Usikose kusikiliza katika sehemu ya saba, kahapo akisubiria uhondo ambao upo ndani ya ndala za chuma. Mimi ni wako Shama, karibu sana. Chao.